Uh, nini uh, kimepelekea mzee wangu Mguto kuamua kukaa pembeni katika nafasi yako hiyo hiyo? No, ni kwamba binadamu kuna wakati unafikia mahali unafanya maamuzi ambayo uh, yanaingiliana na mambo mengi sana. Kwa hiyo, mwisho wa siku unaona kwamba hebu kidogo nipumzike. Sasa tunajiuliza, yani sababu kubwa za wewe kujiweka pembeni Mguto nini? Ni ja, sababu kubwa ni kwamba mpira uendelee tu ndio sababu kubwa, ama ni sababu zangu za, nimeandika kwenye barua yangu, iko clear, ni kutaka mpira uendelee tu, ama matakwa ya Yanga ndio yamesababisha kuamua ku, kukaa pembeni Nilipokuja nimekuja nilipo mwenyewe hakukuwa hmm na shinikizo la mtu yoyote, na kuondoka pia hakuna shinikizo la mtu yoyote, ni maamuzi yangu tu. Mzee wangu Mguto, utakumbukwa na nini katika nafasi yako ya uongozi ndani ya Bodi ya Ligi? Kipi ambacho unaamini Watanzania watakukumbuka? Uh, sijui kama watasema wananikumbuka, lakini mi nasimamia yale niliyoyafanya, naona nimeyafanya makubwa na kuisogeza ligi yetu ikawa hapo ilipo na jinsi ambavyo ligi yetu imekuwa organized. Kwa hiyo nadhani watanikumbuka kwa hayo. Pengine wito wako wito wako kwa kwa yule ambaye atakuja kuvaa viatu uh, vyako ni, ni upi juu ya Simba na Yanga, pengine anapaswa kwenda nao vipi? yataka uh, kuja lakini nasema uh, aendeleze yale mazuri yetu ambayo tumeyafanya no. uh, na mabaya yetu ayarekebishe yawe mazuri uh, na hii itamsaidia katika ku, lakini kikubwa ni hmm, kushirikiana vizuri na wadau kushirikiana vizuri na TFF, tusije tukafedhi <laughs> kama wenzetu wengine walivyofeli walipoanzisha bodi za ligi na hiyo no. Tunadhani tunaenda vizuri, na tuki- tukizidi kushirikiana kwa pamoja wadau na TFF nadhani uh, atafanya kazi yake vizuri. Na unatamani pengine msimu ujao uh, bodi iwe huru, iwe inajiendesha yenyewe kujisimamia yenyewe no. Bodi kuwa huru sio kelele zilizopigwa bodi, mm. uh, uh, muda mrefu president wangu alikuwa anatuelekeza uh, nani hii uh, bodi iwe huru mm. Yeye ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mdau mkubwa sana wa bodi kuwa huru, lakini kuwa huru sio kitu cha kukifanya usiku mmoja tu kina, kina kina process. Lazima kila kitu kikae vizuri, na kuhakikisha kwamba hakutakuja kuwa na mgongano huko mbele, kwa sababu hatari yake, mtu anaweza akajiona yeye ni ndio, ndio anayemiliki klabu zote za mpira, kwa hiyo yeye ni mkubwa kuliko TFF. Lazima tukubali kwamba TFF ndio anaendesha mpira, mpira na siku zote wao watabaki hivyo. Wito wako tu kwa kwa wadau wa soka pamoja na club zote za ligi kuu pamoja na madaraja ya chini championship na kwingineko huko ni upi mzee wangu Mguto? Mimi na nafikiria kwamba uh, tusifanye kazi kwa mazoea yeah. Tufanye kazi kwa kanuni tulizojiwekea, na ikiwa tutazifuata hiyo bila mwingiliano wowote, nadhani soka letu litaenda mbele. Nikushukuru sana na nikutakia asubuhi njema.